Yes, mwana michezo wa sawa sawa digital hapo uko poa kabisa, lakini pia bwana, tunajua kila mzazi huwa anakuwa na ndoto za mwanaye kuweza kumtimizia zile ambazo anakuwa eh, anazifikiria kwamba mtoto na ndoto ya kuwa na kipaji fulani anaweza kumtimizia. Sasa hapa nipo na eh, ndoto ya mtoto wa Cristiano Ronaldo, moja kati ya watoto ambao pia eh, wanafanya poa kwenye swala so zima la michezo, hasa mpira wa miguu. Tunajua kabisa baba yake mzazi pia ni mwana michezo na anacheza mpira wa miguu, lakini pia mtoto wake wa kwanza naye bwana anacheza mpira wa miguu akiwa ana miaka 14 mpaka sasa hivi. Sasa e, mtoto huyo mwenye umri wa miaka 15 ni mtoto nguli wa soka wa Cristiano Ronaldo ambaye pia ameweza kupokea wito wa kwanza kabisa kwenye timu ya taifa ya Ureno ya vijana chini ya miaka 15, e, ingawa kwa sasa hivi yeye ana miaka 14. Sasa CRJR si, ambaye ndio jina lake ambalo analitumia huyu mtoto. Sasa atashiriki katika mashindano ya kimataifa e, ya Valkol Molvik nchini, lakini pia kuanzia Mei 13 hadi Mei 18 ambapo Ureno pia me na Japan, Ugiriki na Uingereza, bana katika hatua ya makundi hivi sasa pia akifanya mazoezi katika akademi ya vijana ya Al Nasri nchini Saudi Arabia. CRJ e, CRJR, e, amewahi kuchezea katika mifumo ya vijana wa Real Madrid, Juventus, lakini pia bila kusahau Manchester United. Sasa wakati akiwa Juventus inasemekana kuwa aliweza kufunga mabao 58 e, katika msimu mmoja. Huyo mtoto bana, na balaa lake pia na yeye sasa, licha ya kuweza kuzaliwa nchini Marekani kwa kipindi hicho ambapo alikuwa anaishi huko, Cristiano Ronaldo pamoja na, e, na mke wake m yao yalikuwa kule. Eh, sasa nakuweza kutumia muda mwingi eh, wa utoto wake wa uh, eh, nchini Hispania. Tunajua kwamba Hispania pia ni moja kati ya sehemu ambazo eh, Cristiano Ronaldo aliweza kucheza kipindi hicho alikuwa anachezea timu ya Real Madrid, alikuwa anafanya poa zaidi. Sasa uteuzi wa Ronaldo mdogo au ni mtoto wa Ronaldo eh, kwenye Ureno pia unaonyesha kuwa atatafuta ah, ah, nyayo za baba yake pia anaweza kwenda kumfata baba yake pia. Tunajua ni, ni, ni, ni, ni mchezaji ambaye anachezea timu ya taifa ya, ya, U, ya Ureno, sasa ili kukiweza kukiwasha katika nchi hiyo eh, kimataifa zaidi baba yake ambaye pia anaendelea kuchezea timu ya Al-Nassr, lakini pia na timu ya taifa ya Ureno akiwa na umri wa miaka 40. Mpaka sasa hivi Bwana Cristiano Ronaldo amekuwa e, ameeleza e, fahari yake kwenye mitandao ya kijamii akisambaza tangazo la kikosi hicho na ujumbe wa furaha yako, mwanangu, ndio pale alikuwa amekiandika e, Bwana Cristiano Ronaldo. Sasa hapo awali pia alitaja hamu ya mtoto wake siku moja kushiriki naye uwanja akionyesha uwezekano, lakini pia uwezo wake wa, wa, wa, wa, wa kucheza mpira na vitu vingine kibao. Kipi umemlithi mtoto wako? Umemlithi mtoto wako kula ice cream au umemlithisha mtoto wako bana kutembea tembea na kuzurula na kula miguu ya kuku pale Tandare kwa Mtogore bana? Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii yaani Facebook, Instagram pamoja na X bila kusahau YouTube. Okay, ukisubscribe chaneli yetu utakuwa umetisha kinomanoma and my name is Zildad kabisa. Chao.